Sawa bwana, ni katibu wa wapangaji wa pale Lotto. Sisi ni wapangaji pale zaidi ya miaka 16 tuko pale, tunafanya biashara ndani ya muda mrefu sana pale, tuko pale tunafanya biashara. Sasa imetokea tatizo la National Housing na mtu aliyekupangisha pale ambaye ni Ismail Mohamed Lotto. Sasa tulikuja hapa kwa ajili ya kutafuta ufunguzi baada ya jana usiku Uh, National Housing kupita na mabati kuzungusha eneo la jengo, kwa hiyo tumeshindwa kuingia kwenye maeneo yetu ya biashara. Kwa hiyo tukajaribu kuja sasa kuangalia namna gani tunaweza kuongea na viongozi wa National Housing ili tuone tatizo likoje, lakini National Housing viongozi wamepokea, tumezungumza nao kwa kirefu sana, namna gani walipokuwa wameingia mikataba na ndugu Ismail Loto, kwa hiyo wametupa mwanga sasa kwamba inabidi sisi tupishe ile jengo lifanyiwe tathmini, tathmini kwamba linafaa kwa matumizi na kama linafaa wataturudisha katika misingi ambayo tumekubaliana. Mimi naitwa Violet Samson Masam, ni mpangaji wa Lotus na pia ni mtunza hazina wa chama chetu cha hapo Lotus. Tumeathirika kwa kiasi kikubwa kwa sababu kila mtu ni mfanyabiashara pale, na kwenda kwenye biashara unajua kwamba hiyo ndio kazi yako kila siku ambayo unaitegemea wewe. Umelala, asubuhi unakuja unakuta kuna mabati. Pamoja kwamba kuanzia mwanzoni tuliambiwa, lakini mpangaji ambaye mwenye ubia Lotus akatupa assurance kwamba hamna wasiwasi, sisi tukaendelea kufanya kazi. Leo hii asubuhi unatoka nyumbani unakuja kukuta kitu kiko kiko kama kilivyo. Kwa hiyo kwa kweli tumeathirika kwa kiasi kikubwa sana. Yeah. Kifani, kifani, kifani, tulitamani sana kama wakitusikiliza angalau tunafanya kazi kama majengo mengine ambao wanafanya, tuko tunafanya kazi o kurekebisha jengo sha, ukiangalia sasa hivi urekebishaji ni mdogo kuliko ina insi wanavochukulia tukafanya kazi kazijina jit... naitwa Muungano Sabuia, ni meneje wa habari na uhusiano wa shirika lenu la nyumba la taifa. Nimewaita mm. leo hapa ili kuweza kuelezea E, uamuzi wa shirika la nyumba la taifa wa kutoa jengo e, la ubia e, liko hapa mjini Morogoro ambalo licheleweshwa na mbia amechelewesha ujenzi kwa takribani miaka 17. Sasa shirika la nyumba la taifa e, niseme tu kwamba liliingia ubia na mbia, anaitwa Sase and Samu Investment Limited mwaka 2007 wa kujenga jengo la ghorofa sita katika kiwanja namba 67 stroke 1 Old Dar es Salaam Road hapa uh, manispaa ya Morogoro. Sasa baada ya kuingia ubia na na na mbia huyo eh, shirika la nyumba la taifa lilikuwa linatarajia kwamba jengo hilo lingejengwa kwa miaka miwili na kukamilika ili liweze kuwa ni chachu ya kuchochea maendeleo ya kiuchumi katika manispaa ya Morogoro. Lakini kwa muda mrefu mbia huyu amekuwa akisuasua kutekeleza mradi huo wa ujenzi wa ghorofa sita, na kwa hiyo shirika la nyumba la taifa limekuwa mara kwa mara linaingilia kati likimtaka mbia huyo kuzingatia masharti ya mkataba ikiwemo kuwatumia wataalamu wa ujenzi wanaokubalika na mamlaka husika na kuzingatia taratibu zote za ujenzi. Pamoja na jitihada hizo za shirika la nyumba la taifa, mbia aliendelea kujenga bila kufuata masharti ya msingi, ikiwemo kutopata vibali halali, kutokuwa na washauri waliothibitishwa na kuzingatia viwango vya usalama vya ujenzi, hali iliyofanya mamlaka husika kutompatia mbia kibali cha matumizi ya jengo, yani certificate of occupancy. Sasa baada ya kuwa Shirika la Nyumba la Taifa limebaini hali hiyo e, za kuwepo kasoro katika utekelezaji wa mradi huo e, niliweza kuomba kufanyika e, tathmini ya kiufundi, na tathmini hiyo ilifanywa na kitengo cha ushauri wa ujenzi cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam yani Biko. Tathmini hiyo ya Biko ilionyesha kuwepo kwa kasoro kubwa za ujenzi zilizoashiria hatari kwa usalama wa jengo na utumiaji wake. Kufuatia matokeo hayo ya Biko, e, Biko ilishauri pamoja na kufanyika kwa marekebisho kadhaa e, ujenzi huo usiendelee zaidi ya gorofa ya tatu badala ya zile gorofa sita ambazo nilizielezea katika mkataba wa awali. Hata hivyo, pamoja na maelekezo hayo ya Biko, mbia alishindwa kutekeleza kikamilifu ushauri wa wataalamu na aliendelea na ujenzi wa jengo hilo kwa kiwango cha chini bila kupata idhini kutoka manispa ya Morogoro wala shirika la nyumba la taifa. Kutokana na ukiukaji huo wa mkataba na kuhatarisha kwa usalama wa raia, mnamo tarehe 27 Septemba 2023, shirika la nyumba la taifa lilichukua hatua ya kurejesha udhibiti wa mradi kwa mujibu wa mkataba wa ubia, ikiwa ni pamoja na kuweka ulinzi katika eneo la mradi ili kulinda usalama wa wananchi na mali za umma. Pamoja na hatua zilizochukuliwa na shirika la nyumba la taifa, ikiwemo kumpa notisi ya kuweza kuondoa wapangaji wake ili shirika liweze kuendelea na taratibu zingine, mbia aliendelea kukaidi maelekezo hayo halali ya shirika la nyumba la taifa, ikiwemo agizo la kuondoa wapangaji wake aliyowaingiza katika jengo hilo kinyume na utaratibu, na huko akijua kwamba jengo bado halijakamilika na halina kibali cha matumizi ya kuweza kutumika na binadamu na kutokana na kuvunja makubaliano kwa kujua kuwa jengo hilo halijakamilika wala kukidhi viwango vya usalama, mbia ameendelea kulipangisha, na nyinyi mnafahamu waandishi wa habari kwamba anapangisha hivyo, kuhatarisha usalama wa pangaji na kukiuka masharti ya mkataba wa ubia. Sasa lengo la shirika kufanya kutwaa usimamizi wa jengo hilo hivi leo, na sasa ninasema kwamba tunachukua hatua za kuweza kulitwaa, ni kwanza tunalitwaa ili kuweza kutathmini kwa kina usalama wa jengo husika na kuhakikisha linakamilishwa kwa ubora unaokubalika, kazi itakayofanywa na wataalamu wa shirika la nyumba la taifa, ambao tunawatumia tuna, tuna, katika sekta ya ujenzi. Jengo hili likikamilika haki za mbia zitazingatiwa kwa kufanya tathmini ya gharama halisi alizowekeza ili hatua stahiki za fidia zichukuliwe kwa mujibu wa makubaliano ya kimkataba na sheria husika. Shirika la Nyumba la Taifa tu tuseme kwamba linaendelea kutekeleza sera yake ya ubia iliyozinduliwa Novemba 16, 2022 na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, ambayo sera hiyo inalenga kuimarisha usimamizi, uwazi na ufanisi katika sekta ya ujenzi. Aidha, Shirika la Nyumba la Taifa limeanza kutoa miradi iliyokuwa imesimama kwa muda mrefu kwa baadhi ya wabia kushindwa kukamilisha miradi hiyo mojawapo ukiwa ni mradi huu tunaozungumza leo. Ufuatiliaji huo umewezesha miradi saba ambayo ilikuwa imesimama kukamilishwa na wabia husika baada ya kupewa maelekezo na shirika. Miradi minne tuliweza kuitoa kutoka katika jiji la Mwanza, eh, jiji jiji la la Arusha na na na Dar es Salaam. Jumla miradi minne tuliitoa na inaendelezwa na shirika hivi sasa na karibu itakamilika. Aidha, wabia sita wamepewa notisi ya kuvunja masharti ya mikataba na tunaendelea kuchukua hatua za kisheria kuhakikisha nayo kwamba hiyo miradi sita inarudi mikononi mwa Shirika la Nyumba la Taifa iweze kuendelezwa kwa ajili ya manufaa ya Watanzania wengine. Tunatoa wito kwa kweli kwa wadau wote kuhakikisha kuwa eh, na hasa wabia waliopata fursa ya kufanya uendelezaji wa miradi ya ujenzi wa nyumba katika Shirika la Nyumba la Taifa watekeleze miradi hiyo kwa uadilifu, wajibikaji na na utekelezaji wa mikataba ambayo tunakuwa tumekubaliana. Vile vile wananchi wanahimizwa kushiriki kikamilifu katika miradi ya maendeleo ya ubia kwa kuzingatia sheria na viwango vya kitaalam ili kufanikisha ajenda ya taifa na ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuongeza uwekezaji na kushirikisha sekta binafsi, na sisi tunawakaribisha kufanya kazi hiyo bora kwa kujenga makazi bora kwa wote. E, nitoe tu wito kwamba yawezekana wapo watu ambao wako katika jengo hilo. Sisi kama Shirika la Nyumba la Taifa tunatoa rai kwamba kuanzia kesho waanze kuondoa vitu vyao na waweze kupisha e, tathmini itakayofanywa na Shirika la Nyumba la Taifa kubaini ubora wa jengo hilo, na baadaye, ikibainika jengo hilo halina madhara makubwa, wanaweza karejeshwa kwa utaratibu ambao shirika utaona unafaa. Na tayari wapangaji hao wameshafika jana hapa kuleta maombi mawili, moja kuongezewa muda wa kupisha ujenzi lakini kuhakikisha kwamba wanapewa upangaji baada ya jengo kukamilika. Maombi yao tumeyapokea, lakini tutazingatia tukijua kwamba hao ni wapangaji ni watu, ni watu Watanzania ambao watahitaji kufanya biashara, na sisi kama shirika la nyumba la taifa tutaweza kupokea maombi yao kwa kadri itakapoona nafaa na baada ya tathmini ya jengo kuonekana kwamba ama linahitaji kufanyiwa utaratibu gani kuweza kuwa na ni jengo lenye tija na jengo salama kwa matumizi.